Waziri wa Madini na Mbunge wa Dodoma mjini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde amewahasa vijana wa Dodoma kuchangamkia fursa ya mikopo inayotolewa na jiji hilo ili kujiendeleza kiuchumi, kwani jiji la Dodoma limetenga shilingi bilioni saba kwa ajili ya kutoa mkopo kwa akina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Amesema hayo leo jijini Dodoma katika uzinduzi wa umoja wa wanawake Machinga Dodoma UWAMADO huku Mheshimiwa Mavunde pamoja na mgeni rasmi, mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule wakichangia shilingi milioni tatu kwa ajili ya kutunisha mfuko wa chama hicho. Tangu soko la majengo limejengwa miaka 1990 kulikuwa na wafanyabiashara pale kwa miaka zaidi ya 30 walikuwa wakifanya biashara kwenye mvua na kwenye jua. Ni mimi baada ya kuingia kwenye ubunge ndo nilifunika lile soko la majengo pale. Na ile sehemu wakaibatiza wakaiita Mavunde Garden, lakini leo tunaliboresha soko letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumepata fedha, tunaliboresha soko letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sikuwaacha hivi hivi. tumewatoa wafanya biashara pale, tumewaweka nje katika kuwasaidia wapate kivuli. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimetoa mabati elfu moja kwa ajili ya wafanyabiashara wote waliohama soko la majengo. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimejenga soko la Mavunde kule Chang'ombe, lakini ukienda soko la Bonanza, najenga, tunajenga mimi pamoja na jiji la Dodoma, lakini zile chuma zote unazoziona pale nimezitoa mimi kama mbunge kwa ajili ya kuunga mkono jiji la Dodoma. Mheshimiwa mgeni rasmi nitakuomba wiki ijayo, kama Mungu atatujalia uzima. Hapo nyuma kulikuwa kuna wakina mama nyuma ya soko hili walikuwa wanauza bidhaa zao katika mvua na jua, Mheshimiwa limewajengea soko hapo nyuma na soko limekamilika na tutalizindua wiki ijayo, Mungu akijalia. Nasema haya kwa sababu mimi naheshimu sana mtu anayetoka nyumbani kwenda kufanya biashara, na ndio maana huwa sifurahii sana nikionaga wale mgambo wa jiji wakiwapiga watu, watu wakiwamwagia chakula vyao, kwa sababu kwa sababu nawaheshimu sana haya, ndio maisha yenu, lazima tuwalinde, tuwaendeleze kwa wivu mkubwa sana. Ndugu mgeni rasmi, naomba nimalizie hotuba yangu. Niwaombe wakina mama wote mliopo hapa, sio UWAMADO tu, wakina mama wote mliopo hapa na wafanyabiashara wengine. Ndugu zangu, jiji la Dodoma tumetenga shilingi bilioni saba kwa ajili ya kutoa mkopo kwa wakina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Hizi fedha sio za mama Senyamule, sio za Mavunde, za kwenu. Naomba msichangamkie. Nani kama Samia? nani kama Samia. Naomba mzichangamkie shilingi bilioni saba zipo hapa mlipo. Wako pembeni wengi sana wanasema hivi, wameandaje? kwa ujasiri, mtapigwa vita, mtafanya nini? Hakikisheni kama mlivyoonyesha hali leo, mnaendelea kufanya e, umoja huu unaendelea kudumu, lakini unaendelea kuimarika kwa nguvu kubwa. Hawa wote mnawaona si Nyerere, mna wanawake na Nyerere hawajafika hapo kwa urahisi rahisi sana, kiona jukwaa pale wakina Mary, hawajafika hapo kwa urahisi rahisi sana. Kwa hiyo mjipange kufunga mkanda. Mafanikio yanapoanza ndipo vita inapokolea. Kwa hiyo nataka usimame kweli kweli, na wanachama mjue kabisa kuwa huu ni umoja. Someni katiba yenu, jueni haki zenu, lakini jueni taratibu mlizojipangia za kutatua changamoto. Changamoto za umoja, changamoto za jumuiya, changamoto za chama hazitatuliwi nje ya vikao na taratibu za chama mlizojipangia. Maneno yatakuwa mengi, fuateni taratibu ili mfike mnakoelekea, na furahi, kwa sababu huwa wanatafuta nani ni mlezi, lakini hapa Dodoma mesikia pale mwenyekiti wab anasema viko vi, vi, vi vikundi vyama vi na nini vya wanawake zaidi ya thelathini. Nilipokuwa nafika vilikuwa vichache sana, sijui hata vitano kama vilikuwa vimefika. Vingi vimeandishwa baadaye na mwanzo, ilikuwa anaonekana kikiandishwa kingine, anayeandisha ni kama ni mgomvi wa mwenzake, lakini si mgomvi inaonyesha kuwa mwamko wa wanawake kutamani kuongoza na kujiongoza umezidi kuwa mkubwa. Mpongezeni sana Mheshimiwa Rais. Aidha, mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule amewataka wakazi wa jiji hilo kujitokeza kwa wingi katika kuboresha taarifa zao katika daftari la kudumu la mpiga kura na kutumia fursa ya umri na Utanzania ili kupata kadi ya kupigia kura. Mtazamaji na mfuatiliaji Washindi Media, usisahau kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa.